ya madini katika pato la taifa. Mwaka 2021 sekta hii ya madini mchango wake kwenye pato la taifa ilikuwa ni asilimia saba nukta mbili Sera ya madini ya mwaka 2009 ilielekeza kwamba mchango wa sekta ya madini ufikie asilimia kumi ifikapo mwaka 2025 Lakini kabla ya mwaka 2025 25 haujafika, katika mwaka wa kimadini tayari mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kwa mwaka 2024 umeshafika asilimia kumi nukta moja, ambapo tulitegemea katika mwaka huu 2025 ndio tufikie asilimia hiyo ko. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, tumefanikiwa kufika malengo kabla ya mwaka mmoja, ambayo tulikuwa tumejiwekea, na haya yamekuwa ni mafanikio makubwa sana katika uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.